Anjumati chapchap ni kas kas, ah, leo bwana, safari yetu imedondokea maeneo ya Vingunguti, Dar es Salaam. Sisi ni mahanjumati chapchap, kila Jumamosi tatu na nusu usiku huwa tunakutanaga hapa hapa kwa ajili ya kuenjoy. Sasa wale ndugu zangu ambao mko mbali huko nyuma, tusogee ili tuweze kuona hapa vitu vinavyokuwa vinapikwa, ili baadaye ukija kula uone majibu ya kutosha. Uo ushaona alivyopikwa na uo ushaonja ladha, au sio? Karibuni sana kwenye mahanjumati chap chap siku nyingine tena, ambapo tunakutana kwenye mitaa tofauti tofauti na kwenye runinga yako kushuhudia wapishi wakiwa wanashindana kupika mapishi ya aina tofauti tofauti. Leo tuko maeneo ya Vingunguti, Dar es Salaam, au sio? Ukisikia Vingunguti nadhani unaelewa kabisa kwamba makao makuu ya nyama, moja kati ya sehemu ambapo wana Dar es Salaam wengi wanakuja kuchukua nyama kwa ajili ya matumizi mbalimbali mbali. Sasa tuko hapa kwa ajili ya kumwona uh, Kimbinyio pamoja na dada yetu Pili. Hawa ni wapishi kutokea maeneo haya hapa kwa ajili ya kuweza kutupa burudani na show kali ya mapishi. Mi jina langu naitwa Jivas, MC Jivas, siku hizi wananiita Main Chef Jivas kutokana na Mahanjumati Chapchap. Nini ambacho anakwenda kupika nitamleta baadaye Zainabu Isa atatuambia wanapika kitu gani na watatumia dakika ngapi kupika uh, aina hiyo ya chakula. Kikubwa tumi na wewe ni kutulia hapa hapa kushuhudia burudani ya mapishi haya, ni mapishi na burudani. Shukrani za dhati sana ziende kwa Lake Energies, Lake Gas, eh, lakini pia ndugu zetu Red Gold pamoja na Evok na Silver Dome. bila kupoteza wakati nimkaribishe Zainabu Issa atuambie pili na kimbinyio wanapika nini? Karibu Zainab. Yes, so chap chap, tuko hapa maeneo ya Vingunguti na tuko na wapishi wetu wawili ambao kwa mara ya kwanza tumepata mpishi wa kiume na wa kike, na leo basi tutaomba watupikie pilau na pilau hiyo ishakuwa tayari, basi wale ambao wako hapa wanatazama sasa hivi watapata fursa ya kuonja na kutuambia pilau ya nani ambayo ina ladha nzuri. Masharti ni machache tu, kuhakikisha kwamba wanapika kwa usafi ili wale walaji wale chakula ambacho kina usalama. Lakini chakula hiki basi tutawaomba watupikie ndani ya dakika 30 kwa sababu tuna uhakika tuna Lake Energies ambao wanatuhakikishia kwamba kwa kutumia Lake Energies basi wanaweza kupika kwa dakika 30, kwa sababu tutatumia gesi nishati safi. Na kwa wapishi wetu pia uh, tunatarajia wazingatie usafi na muda kwa dakika 30, kukamilisha pishi la pilau. Kazi kwao <tipa> ambao wako hapa kushuhudia mtanange wa siku ya leo, ambapo wanatayarishia pilau. Na wale wote ambao wanatazama kutoka nyumbani kupitia UTV, ninakuomba waelezee jinsi gani ulivyoandaa pilau yako ili na wao waweze kujifunza. Salamu alaikum wa kislam, sifye, kwa upande wa Kiislamu. Bwana Yesu asifiwe kwa upande wa Kristo. Mimi naitwa Pili Juma Rajabu aka naitwa Da Sister. Nina e, ninamalisha yangu hapa Mabuchani. Nafikiri vijana wengi mnanitambua na mnanijua of course. Ni maarufu sana kwa kupika chapati lakini leo nimeingia kwenye pilau. Eh, yaani wanasema kazi kazi, usichague kazi. Kwa hiyo pilau yangu nimeiandaa kama ifuatavyo. Nimepewa kuku, nimepewa mchele, nimepewa viungio. Nimeanza kukata, nimeanza kumuosha kuku. Baada ya hapo nikachukua kuku nikamweka, nikachukua mafuta kwanza nikaweka jikoni, nikachukua kitunguu nikakatakata, nikamweka huyo kuku, nikachukua tangawizi, nikachukua pilipili manga kidogo, nikachukua dalasini kidogo, nikaweka nikachanganya changanya, changanya nikamtosa huku, nikaendelea kumchanganya endi. Baada ya hapo nikamwacha kachemka chemka nikatia na nyanya halafu nikachemsha maji yangu kidogo nikayashusha, nikaendelea kuweka mafuta kidogo kwenye sufuria yangu nikaweka mchele nikaweka nika viungo vya pilau vyote kama nilivyovitaja vya mwanzo na pilau wali masala nikaweka ile pale ambayo wa mwanzo sijaweka katika viungio vya naniliu, vya nyama ile ya kuku nikachanganya. Sijaweka mchuzi pembeni wala nini, kwa sababu nimeambiwa ni pilau kuku. Ili pilau hiyo iwe na ladha, lazima nichanganye kwa pamoja na mchuzi ujitegemee mle mle kwenye pilau bila kuweka pembeni. Nadhani hakuna swali hapa, maelezo yamejitosheleza. Naitwa Kiminyio pishi yangu la kuku, kwanza nimekosha kuku, nimekata, nimetia nyanya, mafuta, vitunguu, yani nimewa mix moja kwa moja kutengeneza ladha ya mchuzi nikamaliza pale. Katika pilau langu nimetia mafuta na viungo vya pilau abarasini, tukuuswaumu, bizari nyembamba hiyo na masala, nikatia mchele, kaweka viazi. Chakula kipo jikoni, tunaangalia sababu mimi nimepika mboga pembeni sawa sawa. Nadhani tumebakisha kama takriban dakika kumi hivi kama sio saba. Chakula kipo kwenye sahani na nyie yote mlioko hapa kushuhudia, basi mtachaguliwa na kupata nafasi ya kuonja na kutuambia pilau la nani lina ladha nzuri. Mahanjumati chap chap. Ni kaskas Mahanjumati chapchap ni kaskas haya -kas. Sawa, mmesikia utaratibu eh, jinsi ambavyo watu wamepika pilau eh, step by step, mpaka dakika ya mwisho hapa, na zimebaki dakika chache tu. Mwanangu wa Arsenali, inakuwaje? Fresh tu kama kawa, kama kawaida toka mwanzo, unaangalia mchongo unavyoendelea pale. Sasa tunataka tuangalie mapishi pazuri pale, tuangalie nani anayojua kupika. Wewe unajua kupika? Ah, mimi sijawahi kupika. Ah unapendelea kula chakula cha aina gani? pilau nakula, ugali nakula, yaani chakula kile kizuri tu nakula. Kwa hiyo inabidi tupate nafasi ya kwenda kuonja pale, nitaangalia nani anajua kupika. Unatamani kuonja chakula cha nani kati ya Pili na Kimbinyio? Nataka nionje ya Kiminyio. Haya, sawa, wacha tuishie hapo hapo tu. Inakuwa mwanangu, Taifa Stars kama kawaida. Mwanangu, unaitwa nani mwanangu? Mimi naitwa Baraka. Baraka, unapika una ah una kupika? Nina muda kidogo Sawa, nikikupa nafasi ya kumuuliza swali mshiriki mmojawapo kati ya wale pale, ungemuuliza nani na swali gani? A, kwenye majina siwajui, maana nimefika pale, kuna dada pili na kuna kimenyio, ama Shabani, kaka na dada. Ungemuuliza swali gani na nani? Ah, ningemuuliza pili, hicho chakula chake, ana uhakika nacho ni kizuri, kinaweza kingamfurahisha mtu kama mimi? Ili wewe ufurahishwe inabidi iweje? <laughs> mi mwenyewe nitamwambia nimefurahi, kwa sababu ikikuwa kizuri tu nitafurahi, na imani basi nitakapoita wale watu wakuja kuonja pale inabidi uje afu utabidi useme ngoja nisogea upande wa pili kidogo hapa. Asalamu alaikum. Alaikum salam. Vingunguti hapa. Uh, ili utoboe kwenye biashara ya mamalishe inabidi ujue kupika vyakula vya aina gani haswa, wewe kama mkazi na mlaji wakati mwingine wa vyakula vya mamalishe? Mhm, hapa ni sana sana wali na ugali. Vingunguti mnapenda sana wali na ugali, si ndio? Ngoja nivuke upande wa pili kwanza hapa, niende wapi? Kushoto, kulia. <laughs> Wapi? Na yanakuja, ngoja nianzie hapa kwanza. Mambo. Shwari. Tunaongea tu kidogo bwana, eh? Hapana. Ah, Mama Hamisi. Mama Hamisi, mama, Mama Hamisi, Mama Hamisi mama e, Hasani. Mama Hamisi. Mama Hamisi. Bwana ukija Vingunguti hapa maeneo ya Darajani chini hapa, mama miss naye ni mfanya biashara hapa kama mwenyeji wetu, kwa sababu muda mrefu umetupokea. Dakika eh? 30, vipi nyingi chache kwa pilau pila eh? <laughs> na kuku dakika 30 mchache? Wewe ungetaka ngapi ili uweze kupika pilau na kuku? dakika 40 hivi. Wewe ungetaka 40 eh? Hasa nihakikishie tu ndugu zangu, 30 zinatosha. Na mtaona zikikamilika hapo pili, pamoja na kimbinyio ama shabani watakuwa wameshamaliza kabisa, na tutawakaribisha kwa ajili ya kuweza kuonja. Niko hapa na mwakilishi kutokea Red Gold. Heshima yako, mambo shwari? Safi, tunajua na muda mrefu sana kwa experience. Tofauti tu nataka uniambie, tumetembea mitaa mingi sana Dar es Salaam, lakini nipe experience ya Vingunguti. Vingunguti wamechangamka na wameitika tofauti na sehemu zingine, wakina mama wameitika sana, tofauti na sehemu zingine, tukiwa tunaona vijana ndo wanaitika, lakini kidogo wa vinguti wamama wameitika na tunatumaini, inawezekana mama akachukua kombe. Oh, <laughs> Sawa, bidhaa gani ambazo umekuja nazo leo kwenye banda lako la Red Gold? Kwa Red Gold tumekuja na tomato paste kama mlivyoona mama akiwa anatumia pale na kaka, hiyo ni nyanya ambayo inatumika kwenye kuunga mchuzi. Pia tuna chili sauce ambayo inatumika kwenye chipsi na chakula nyumbani. Ni pilipili, lakini imetengenezwa kwa kukaushwa unga wake umetengenezwa alafu ikatokea chili sauce. Tuna mwendo kasi, pilipili pendwa ambao watu wengi wanaipenda na wanaifahamu. Ni pilipili ya mwendokasi ile ambayo inatumika masokoni ambayo ya tunda. Tumeweka katika mfumo wa kimiminika na imekuwa kwenye chupa. Tuna tomato sauce ya lita moja au gramu mia tisa ambayo imefahamika na watu wengi wa chipsi wanaitumia. Pia tuna tomato ketchup ambayo inatumika sana sana kwenye restaurant, mahotelini hii na sukari nyingi kidogo, ambayo inapendwa na watu wengi hata majumbani. Tuna mangopiko. Hiyo mangopiko ni kwa ajili ya kuongeza ladha kwenye chakula na kuongeza hamu au kuendelea kula kwenye chakula. Tunaiita achali kwa Kiswahili. Alafu tuna pinatibata. Pinatibata inatumika kwenye mkate, pia inatumika kwenye chakula kama unaunga maharage, makande, unatumia mboga za majani, unaweza kutumia pinatibata pia kama unapenda kutengeneza juisi zile za tende unaweza ukatumia hiyo karanga badala ya kuanza kusagasaga karanga au kuponda ponda. Pinatibata inakurahisishia kazi. Tuna vinega, vinega inatumika kwenye kulainisha nyama pia unaweza ukaitumia kwenye kachumbari. ni kifaa kizuri na ni bidhaa nzuri sana kwenye chakula. Karibuni wote. e bwana, tuendelee kutazama jukwani, au sio? Huku dada pili, huku kimbinyio. Manjumati chap chap ni kas -kas. Mahanjumati chapchap, ni kaskas chapchap, kaskas. Niko na chama la wana, niko na dada pili kulia kwangu, lakini pia huku niko na kimbinyio ama Shabani. Dakika 30 ambazo walizopewa tayari zimekaribia kuisha, dakika tatu tu ambazo zimebaki, sasa hizi wanatakiwa kuzitumia vizuri na kuhakikisha kwamba wanapakua chakula kwenye sahani ili tumalize huu utata. Siku hii ya leo usiondoke, hii ni Mahanjumati chapchap kutokea uh, mitaa ya Vingunguti eh. Ameshaanza kupakua hapa, si mnaona nifanye eh? Okay, mambo ya ukaguzi ya mwisho mwisho hapa vingine vipo kule. Eh bwana, tayari mimi najiridhisha kwamba dakika 30 zimetosha kabisa pilau kuku. Nyinyi ambao mtazama TV, hamwezi kuipata hii harufu ambayo mimi naipata hapa stage hii. Dada ya pili pamoja na Kimbinyiko ama Shabani wamemaliza e, kutumia dakika 30 ah, vyema kabisa kwenye pilau kuku. Lakini kabla sijawaita sasa wale waonjaji e, nataka kusikia maswali maneno mawili matatu kutoka kwao na maswali kadhaa tu hapa. Habari yako, na hongera kwa kumaliza dakika <laughs> zako vizuri. Asante, na shukuru. Okay uh, umeridhika na dakika ulizopewa na kile ambacho umekiandaa? Dakika naweza nikasema nimeridhika au sijaridhika, ila kutokana na mchele ni mgumu sana, lakini kama ungekuwa mchele tu simple dakika eh, 30 zinatosha, ila huu mchele unahitaji maji mengi eh. Unahisi kama ungepata nafasi ya kurudia ungefanya kitu gani tofauti? Eh, ningefanya kitu chochote tofauti kwa sababu si nimeshaona kitu gani hapa kimemiss, kitu gani kipungua, kitu gani kiongezeke. Eh, kwa mfano mchele huu ningejua kabisa unahitaji maji mengi. Kwa hiyo hata 30 zingeza zisingefika pengine. Mwanzo nilikusikia unasema wewe ni mtaalamu na ni maarufu sana kwa mapishi ya chapati pale mgahawani kwako. Leo umeingia kwenye pilau kuku, umejifunza nini leo kwenye pishi la leo? Ah, sio kama siwezi kabisa, ninaweza, lakini nime comment sana kwenye chapati kwa sababu vijana wanapenda sana chapati, nami nikachukua upendo wao wa chapati, nami nikasema sitowaacha nyuma, nitakwenda nao bega kwa bega. Kwa leo unawaonyesha kwamba hata huku pia unaweza. Ninaweza vizuri sana lakini vijana kutokana na upeo wa chapati niliokuwa nao, kila mtu amenisapoti kwao, na mimi nikabidhi sana kwenye chapati, japo napika pia wali pilau, lakini chapati ni zaidi ya zaidi. Hongera sana, asante. Tusubirie tu majaji ambao ni wananchi ambao wamejitokeza hapa. Unamalizia usafi, ndugu yangu Kimbenyo, shwari <laughs> utulivu tu, ambao mimi nimeuona tokea mwanzo. Unama... Unataki kuongea sana lakini shughuli zinaenda vizuri kabisa, um... Kuna kitu gani cha tofauti umekiona kwa dakika 30 ambazo wakati unapika hapa? Kwanza, jambo la kwanza mchele; yani ukiingia kichwa kichwa tu umepotea. Okay. Kabla ya kupika kwanza, unabidi mchele uangalie kwanza ungate. Ukiwa laini, ujue unakula maji machache; ukiwa mgumu, tia maji mengine, hifadhi pembeni. Ndio maana mnakibakuli cha mwisho nika kimwaga kutokana na ule mchele jinsi ulivyo. Ukitumia yani kikipimo chako cha makadiria, ndio kila siku kitakwenda kupoteza. Nimeweka mchele, nikaweka maji pembeni; baada ya kuangalia maapili, mchele unakula maji mengi, nikaongeza maji ya ziada. Sasa pale muda kila unavyozidi kwenda, mimi mwenyewe nilikuwa na hofu, lakini muda unavyozidi kwenda mchele una unasimama sehemu yake, ila siwezi kuongea mengi, majaji ndo watatoa maamuzi. Kuna vitu viwili nitaongea haraka haraka, kutokana na hiki ambacho umekisema. Mpishi ufundishwi kupika kila kitu, kwa sababu kila siku jikoni ni shuleni, lazima ujifunze kutokana na aina mbalimbali za mapishi. Ambacho amekisema hapa kinaashiria kabisa kwamba inabidi muda mwingine mpishi huo na tekniki zako za kujiongeza. Sawa, mimi ni waruhusu ndugu zangu mkapumzike, dada Pili pamoja na kaka yangu hapa Shabani, kapumzikeni ili tuweze kuwapa nafasi sasa wale ambao watakokuja hapa kula na kutupa majibu, nani anapata zawadi na nani anaibuka kileleni, anaibuka mshindi kutokea Vingunguti, au sio? Yes, ondoke! Mahanjumati chapchap ni kaskas. Mahanjumati chapchap ni kaskas. E, bwana sawa, tumeridhika wote e, waonjaji wote sogeni hapa mbele, wakati wengine wanamaliza malizia kumeza hapa. Nianze na dada hapa. Dada wewe, umependa chakula kipi hiki ama chakule hiki hapa cha kwanza? Haya, moja hiyo brother. Chakula hiki kule cha kwanza hicho huku ulipokuwa ya pili hiyo brother. Hichi hapa, mama angu Faza kwa hiyo nne kwa moja au sio? Kushoto kwangu anaitwa Shabani maarufu kama Kimbenyeo na ndio mshindi kutokea Vingunguti, amepata kura nne kwa moja. Makofi mengi sana e, hata hapo wewe mama Rei, dada Maureen ambao mnatazama TV, mnaweza kupiga makofi sebreli kwako, au sio. Lakini pia huku anaitwa dada pili, amepata kura moja, lakini pia si mbaya, kwa sababu alichokifanya ni kitu kizuri, angalau pia anatakiwa pia kupata zawadi. sasa mimi naomba nimuulize swali moja tu mshindi, kwa niaba, unajisikiaje? Kwanza najisikia furaha sana. Unamzungumziaje pili? Amna, dada yangu yupo vizuri na namfahamu anapika chakula vizuri na watu kwake wanahudhuria kwa vizuri. Haya ni mashindano, lazima mshindi apatikane, hakukuwa na namna. Pili, hongera sana. Asante. Unazungumziaje matokeo haya eh? na unamzungumziaje Kimbinyio? Mimi namzungumzia kaka kwa kumwambia hongera, kwa sababu hicho ni kipaji chake na sanaa yake na mimi kwa upande wangu, yani siwezi kuwa na jazba. Pia ninakuwa na furaha, kwa sababu kwenye upande wangu na mimi nasifika sana na natambulika sana. Naomba nikabidhi zawadi kwa dada yangu pili, kutokea Red Gold. Anapata package hii hapa, mtaitazama wote hapa, ambayo ndani yake ina peanut butter, ina mango piko, vinegar, tomato paste e, na ketchup na vitu vingine, hizo hapo. Lakini pia ameishikilia apron kutokea Lake Gas, Lake Energies. Unaweza kaikunjua hapo, kaionyesha hiyo, ehe. Pia zawadi nyingine ni pia t-shirt tofauti tofauti atakuwa anabadilisha kila siku, kumbukumbu kwamba nilizipata kwenye mashindano ya Mahanjumati. Hiyo hapo kutokea Red Gold, lakini pia t-shirt nyingine mpya nzuri nyeupe kabisa, kutokea F4 kuna Silver Dome, wauzaji wa vyombo vya ndani vinavyotumia umeme na gesi, lakini t-shirt nyingine pia kutokea Lake Energies au sio? Na namna hiyo, asante sana kwa mchango wako, na mimi nitakuja kula chapati kesho vingunguti. Lakini pia natoa zawadi eh, kwa mshindi Kimbe nyo Shabani, package kutokea Red Gold kama ambavyo amepata dada yangu pale, pili yenye tomato ya mwendo kasi, ketchup, uh, paste, vinegar, peanut butter, mango piko, na vitu vingine kutoka Red Gold, lakini pia namkabidhi uh, t-shirt kutokea Lake Gas, Lake Energies na t-shirt nyingine, unaweza ukaikunjua hapo, hiyo nyingine kwa sababu tayari ishafunguliwa. Hii tu nyeupe, hiyo kutokea Evoc na Silver Dome lakini apron e, ambayo ameivaa pia atabaki nayo na eh, mnaiona hapo. Sasa, kwa sababu huyu ni mshindi, kama kawaida yetu tunampa zawadi tofauti zaidi. Pia tutampa jiko la gesi jipya la pleti mbili na mtungi mkubwa mpya wa gesi ambao umejaa full na vifaa vyote e, namna hiyo, hivi hapa. Unaweza ukavisogeza hapa, sogeza zawadi zako. Wa Tanzania wana vigunguti wasione kama ni magumashi. Mtungi mkubwa e, pamoja na vifaa vyake na jiko jipya hilo hapo, na atabaki kuwa balozi wetu kama Mahanjumati chapchap dakika 30 zimetosha kabisa kukamilisha ushindi na heshima kubwa ambayo ameiacha hapa naitwa man chef jivas kwa niaba ya production team director ubwa shukrani sana lak gas lak Energies, Red Gold Evoke na Silver Dome ndio washikaji zangu ambao lazima niwape shout out nyingi sana tukutane jumamosi tatu na nusu usiku hapahapa azam tv mahanjumati chapchap ni kaskas kas.